Napenda kuchukua nafasi hii watakia heri wanafunzi wote hasa katika manispaa yetu ya Ilemela wa kidato cha nne ambao wanatarajia kufanya mitihani yao ya kuhitimu elimu ya kidato cha nne. Kipekee kabisa ni waombe wazazi waweze kuwasimamia wanafunzi wetu hawa ili wote ambao wanatarajia kufanya mitihani hii waifanye kikamilifu. Hii itoe rai pia kwa wanafunzi wenyewe kwa muda huu uliobaki, kwa sababu tunatarajia mitihani hii kuanza Jumatatu kwa ya tarehe kumi na saba. Kwa hiyo waongeze juhudi kuweza kukamilisha maandalizi ya mtihani hii. Rai yangu kwao wasifanye udanganyifu wa aina yoyote kwenye mitihani hii kwa kuwa ninaamini walimu wetu wamewafunza inavyostahili na wamewajenga vizuri. Kwa hiyo ninaamini watafanya vizuri, wajiepushe na aina yoyote ile ya udanganyifu. Baada kusema hayo, nashukuru sana, nawaombea a. Kwa jina naitwa Mwalimu Silivesta Mrimu, Naasehemu Sekondari, manispaa Ilemela. Tunategemea kuwa na mitihani ya kidato cha nne tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja elfumbii na ishirii na tano hadi tarehe tano mwezi wa kumi na mbili mwaku elfumbili na ishiri na tano Tunategemea kwamba vituo vyetu vya shule hamsini na tano ambavyo kati ya hivyo kuna vituo vya shule thelathini na moja shule za serikali na vituo ishirii na nne ni shule za binafsi hizo shule ziko tayari kwa ajili ya kufanya mitihani ambao tunategemea kuwa na watainiwa elfu saba mia sita tisini na moja. Kati ya hao wasichana ni elfu tatu mia sita tisini na tano na wavulana ni elfu tatu mia tisa tisini na sita. Lakini pia tutakuwa na vituo vya kujitegemea vituo vya kujitegemea ni kumi na moja ndani ya manispaa yetu, ambavyo itakuwa na watahiniwa mia mbili ishirini na moja kati ya hao wavulana ni mia moja na sita na wasichana ni mia moja kumi na tano Maandalizi yamekaa vizuri, wanafunzi wetu wameandaliwa vizuri. Tunachukua fursa hii kuwapongeza walimu wetu kwa namna walivyojipanga vizuri na namna walivyokamilisha wajibu wao. Tunachotegemea ni kwamba wanafunzi wetu watakuwa na utulivu na ta wako tayari kwa ajili ya kufanya mitihani yao.